Wakristo taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu tujifunze kuhusu sakramenti leo. Channel hii hukuletea masomo ya Misa Takatifu ya kila siku, mafunzo kuhusu rozari kwa mfano namna ya kusali rozari takatifu, na mafunzo mengineyo ya Kanisa takatifu Katoliki. Kama bado huja subscribe na kusihi usubscribe. Kusubscribe haina gharama yoyote na itakuwa, utakuwa na urahisi wa kufuatilia video yote ikiwekwa kwenye channel hii. Sakramenti ni nini? Sakramenti ni ishara zenye nguvu ya neema zilizowekwa na Kristu na kukabidhiwa kwa Kanisa, ambazo kwazo uzima wa Kimungu unatolewa kwetu. Zinaleta matunda kwao wanaozipokea wakiwa na hali zinazotakiwa. Sakramenti ni ngapi? Sakramenti ni saba: ubatizo, kipaimara ekaristi, kitubio, mpako wagonjwa, daraja na ndoa. Sakramenti zimegawanywa kwa vikundi vitatu. Kundi la kwanza ni hili: ubatizo, kipaimara, ekaristi. Kundi hili huwa laitwa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo. Kundi hili la kwanza, hizi sakramenti huweka msingi wa maisha ya Kikristo. Waamini waliozaliwa katika maisha mapya kwa njia ya ubatizo, wanaimarishwa na sakramenti ya kipaimara la wanapokea katika ekaristi chakula cha uzima wa milele. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ndilo hili kitubio na mpako wa wagonjwa. Kundi hili huitwa sakramenti za uponyaji. Kundi la tatu ndilo hili daraja na, na ndoa. Hizi sakramenti mbili huwa zaitwa sakramenti za huduma ya ushirika. Sasa, Sakramenti zipi hutolewa mara moja tu na kwa nini? Sakramenti zenye hutolewa mara moja tu ni ubatizo, kipaimara na daraja. Sakramenti zenye upeo, mtu hupewa mara moja tu kwa maisha yake yote ni ubatizo, kipaimara na daraja. Kwa nini mtu hupewa tu mara moja? Kwa sababu zinachapa alama isiyofutika rohoni. Asante kwa kunisikiza. Fuatilia channel hii, ndio nikiweka video ambayo inaelezea kibaga ubaga kuhusu kila sakramenti, uwe na urahisi wa kufuatilia. Mungu awabariki.